Kwingineko, kinara wa chama cha People's Liberal Party Martha Karua amefichua kwamba mashirika ya kutetea haki za binadamu yanatafuta haki kwa wanaharakati Boniface Mwangi na Agather Atuhaire kutoka nchini Uganda katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya kutetea haki za binadamu barani Afrika kufuatia dhuluma zilizotekelezwa dhidi ya wawili hao nchini Tanzania. Aidha ametoa wito wa tume ama kwa tume ya muungano wa Afrika pia kubuni tume ya kuchunguza suala hilo moja baada ya wanaharakati Boniface Mwangi na Agather Atuhaire kutoka nchini Uganda kusimulia mafadhaiko yao mikononi mwa watawala nchini Tanzania wakiwa wamezuiliwa, kiongozi wa chama cha PLP Martha Karua amesema mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yatatafuta haki za wawili hao katika mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na ile ya kutetea haki za kibinadamu barani Afrika pamoja na majukwaa mengine I know the East internationally. Karua pia alitoa wito kwa tume ya muungano wa Afrika kuzindua jopo la kuchunguza kwa kina suala hilo. Karua amesema watu waliohusika katika visa vya kinyama dhidi ya wawili hao vikiwemo kuwatesa pamoja na unyanyasaji wa kimapenzi ni sharti wawajibishwe. Hata hivyo, aliibua wasiwasi kuhusiana na ukimya wa jamii ya kimataifa, Umoja wa Mataifa na Muungano wa Afrika kuhusiana na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Kadhalika, kinara huyo wa PLP alikashifa hatua ya kutiwa mbaroni kwa Rose Njeri kwa kubuni programu maalum ya kushirikisha umma kuhusu mswada wa fedha wa mwaka huu. Just